Hello, hello, hello guys. Hope penye tumefikia, umeanza kuelewa what is happening. Number one. Hiyo group imekuja kwa senior dev. Imesema imetoka wapi? Na Ivasha. Senior dev amauliza mnanijua? Eh, mnanijuaje? Huwa tunakuonea kwa TV na kwa yu kwa YouTube. Which means personally hawamjui but wanamjua through YouTube na TV as in they are like senior devs fans, na ndio nikawaambia dev wako na mafans magaidi na wengine wazuri true fans. Kwa hivyo wajamaa wametoka Naivasha, wamekuja hadi kwa senior dev kutoka Naivasha kufika Nairobi, Juja. Who was giving them the, the, the direction? Swali namba tu, Mugo alienda kwa devu kujifanya anataka kununua vitu, na kumbe alikuwa ametumwa kuja kuangalia location pale ambapo sinye devu anaishi. Kama watu wametoka Naivasha wamekuja Nairobi, wamejuaje Mugo mwenye alikuwa anaenda kununua vitu kwa siniadevu? Walimjua aje na walimpata aje ndio wakakuja naye hadi kwa siniadevu akawaonyesha, walimpataje? Namba 3, keateka alikuwa kwa mix, na nikawaambia hii ni kitu ambayo ilipangwa na ikapangika na deal ikaivana. They have their own cameraman. What's the work of a camera? You know, kazi ya ile kamera wao kukuja nayo ni gani? These people can't even afford a camera. The way they are vile tu wanaangalia ni watu wana umaskini na wasumbua, wanatoa pipesa kununua kamera. Kamera wamepewa and then mfanye ABCD na mtume videos, and then mfanye na mtutumie ni videos, vile mlifa vile mlifanya. Hiyo ndiyo kazi ya hiyo kamera. Number 4 wanasema, ndugu yao ndugu yao Nicholas Nicholas, Nicholas. Wajamaa wakiulizwa Nicholas ni nani, wanajua tu USA Nicholas gari 10 million. Ukisikia aninunuwa gari 10 million, ni ujue tu ni kitu yenye mtu alijaribu, alikuwa anajaribu kuwaguzia, but hawakuelewa what is going on Unakuja unasikia mauchawi, unasikia oh, 10 million. Hata kwa video mmesikia, mlisikia dakisema gari ni 3 point something, hakusema ten million. Ni kitu walikuwa wanaambiwa, lakini vichwa vyao ni kama mawe, hawashiki, hawashikanishangi haraka. Number 4 huyu mama anasema gari, eti Sinyadevu kuna uchawi, sijui ameweka nyoka, kichwa ya nyoka, kichwa sijui ya nini kwa gari. Ni wao wamekuja kuweka hizo vitu, ndio Sinyadevu kweli? Wakitokienda pale usiwako na kamera. They have a camera Watu wakienda kuonyeshana kwa, kwa gari wamulike hizo vitu zenye wameweka, so that iko evidence, kweli watu waanze kuamini Sinyadevu ni mchawi, na si hivyo, just trying to tarnish to tarnish jina la Sinyadevu dikae mbaya. Hiyo ndio unatafuta tu, hadi Keateka amelipwa house girl no house girl house girl hapana, wenye wanasema oui. oh house girl oh sanitize oh mix yako okay, kwa mix hakuna si mlee mliona vile kulienda kiateka take... so, weng... kwa Kiateka anakuja kukupicha, si unafungua juu, na wengi au wengine walikuwa wamejificha, hakuwa anajua ni hiyo group yote. wakati alikuwa anaongea na Kiateka ndio anaona ms... m... m... nini msafara, ndio hii inaingia so hapo kwa house girl au katotoka mtu atakuwa tunamwekelea tu jamii. Hata kama house girl wanakuanga kwa deal, lakini huyu na yeye tutakuwa tunamwekelea hata mzigo yenye hakuwa ndani, na tena nikaoga nikaoga. So hawa wa jamaa nia yao ni ilikuwa kuchukua kifunguu na logbook, waende na gari hiyo tu. Na hiyo gari yote wanaenda nao ni yao, wanapelekea yule ambaye aliwatuma hii kitu, wanapelekea yule ambaye amewalipa kukuja kufanya mambo yote. Na kuna mtu strong sana nyuma ya hawa jamaa, mtu mwenye amelipa ame, hawa watu wanaonekana maskini kuja kusumbua watu, watu, utu, wame, wamelipwa. Huyo jamaa amekaa mahali asa taikun kukuja anataka sasa gari, amengoja gari ipelekwe na amengoja video zipelekwe vile kuliendaga kijiangalia. These people don't know anything, hawajui chochote, hawajui mtu kutoka Naivasha Utajuaje mtu fulani ananunua vitu na Nairobi kwa mtu fulani, munakutania wa, wapi walikutania wapi? na hata wanakaa wenye walwaliwaipanda wali, wali, wali, wali hata gari kwe hawa jamaa, hata mama tu sijui huyo mama kama labda hujazaa, we mama ka labda haujazaa, lakini kama umezaa wewe mama kama umezaa tu watoto, malipo ni hapa hapa tu dunia pia wako wataifanyiwa hivyo, ama hata mzee wako atawaifanyiwa hivyo. So hiyo pesa mmepewa kidogo isianze kufanya oh, ni, na hata hamuna nguvu kama mtu, mtu strong, mwanaume strong angekuwa tu hapa angewatoanyisha nyinyi wote. So guys, ni hivyo vile mambo niliwambie, ni kitu imepangwa, ilikuwa imeshapangwa na ilipangwa hiyo siku Sinedevu alikuwa akiendea gari hiyo. Ndio mambo yote ilipangwa, Sinedevu alikuwa naendea gari, wao wanapanga kidogo kidogo, akatuma mtu wao Mugo, enda ajifanye unataka kununua hizo vitu. How I wish Sinedevu hangesema anataka kuuza vitu kwa kamera, tuone wange, wangefanya nini. Huyu jamaa kununua vitu, huyu is the main problem here, huyu jamaa kununua vitu mwenye mpeleka hao wa jamaa kwa Sinyadevu, huyu ndiye mwenye, huyu ndiye the main culprit, huyu is the main culprit. Alitoanisha wapi hao watu wenetuka na ivasha, wali ei hey, kitu ya macho jamii, ah. Lakini hii ni mtiani tu, Sinyadevu atapita mtiani, ye mtiani zake ye alalangi darasani anazipitaga kupita